Nuken anatoka Kinondoni of course, tumekuwa tumekuapo naye kwenye episode kadhaa ambazo zimepita zote, kama sikosei sivyo? Ah, nae jamaa anatoka Kinondoni of course, jamaa ni mgeni, so hii ni vita ya Kinondoni. Tuone hapa nani ni nani, au sio? Inaanzia kokote, kwa sababu itamaliza kokote. J -j -j -j, one, two, where, where. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah We mtoto umekuja na kibeli cheusi, umekuja kwenye bato. We mtoto nuksi, sogea huku mwanangu umekurupuka, angalia mwanangu huko utanguka. Sogea kwa huku mwanangu ni kukanye, nataka nkuchane mpaka ubanwe na haja kubwa uende toi ukanye. We mtoto mbo una kama unaozingwa, sikiza nikukanye. We mtoto haujajua so unajua kakaroli, Kindo nakuchambua. Hey, nakuja na kuweka bagua kofia yako etu umeweka kapero kofia shingabi na isini ya buku jero we mblana na kuona kama vile ni vero nakupiga na kukata katerero, nakupiga kupige doto nikusachi mfukoni nikutupe wapi? Weu naenda motoni hakia Mungu kwenye hizi lebo sikuoni kuoni, ni niku kukojo na kupige kamkojo, mekuja kiboya mina kona, uko ovyo, lebo zako kashindane na MC bobo, nakupiga ngumi nakupiga kiflo, na kupige kisamaduni Ni Jee, jee, make toto tunajua see kiendokana mijangili ee, skiza dogo, una bonge la chogo. Alafu unanuka, nuka utazania mbogo. Toto mdogo ujatawaza leo nipo Micasa pakati na kushangaza, alafu kwanza una mpododo hapa, wanaume wametuvalia modo We mtoto hauna busara, inaonekana mwana ndefu, maana umetuvalia ndala. Cheki fisti na vuzidi kukakasa, mwanangu, naonekana wewe kichwani darasa. Alafu kwanza umekunja sura darasani, ukua uelewi, ndo maana nakuita mbulula. una njaa leo hapa hujakula. Vipi kwanza hauna CV? Oya Mr. Mobeto, mimi ndo waziziki katikati leo uanja kuchezesha. Alafu we mchafu leo ndo nakuogesha. Cheki kwanza ulivonuna alafu umefanana na mtoto Maimuna, mtoto fulani ukimcheka, na visikio sikiliza, beat sikiliza na milio. Alafu kwanza ujakubali leo namuozesha, jamani, mmemwona mwali huyu. Mwali tamboa nani? okay, Meka MC pamoja na uh, Kindo Ken wote wanatoka Kinondoni, wazewa kino <laughs> Hii mimi naomba ntoe sare ili nione next round nani atamuumiza mwanzake. Sare, sare, kutoka kwa Pima Wenge. Of course. Uh, Mansuri. Yeah, mimi pia bado hii binafsi yangu ukilinganisha na zile zilizopita ah, kwa hiyo mimi pia sitogea popote. Sare, sare. Songa. Ah, mimi kwa upande wangu ntampa Kindo Can, nimeona amefanya vizuri zaidi kuliko kuliko uh, Maker MC. MC. Yes, Maker MC. Kwa hiyo kurangu mimi itaenda kwa Kindo Can. Alright. So, ni draw katika raundi ya kwanza, tunaenda raundi ya pili yeah. <sighs> <sighs> Ameogopa, nimemtisha, amkagueni nyuma takuwa amealisha mtoto jau. Huyu mtoto mchafu leo kati na kupeleka bafu, unaonekana kwanza mtoto utembe na chaki, funua mdomo au upigi mswaki, sula nzuri utazani ustazati, leo nipo hapa ndo nakulisha chapati alafu kwanza cheki kwanza ulivoganda kuna sula zuli utazani kamanda mtoto fani kwenye vesi utasanda leo nipokati hapa ndo na kubanda unaonekana kwanza una jicho zuri mtoto unafanana vile na demba tuli wewe mama Samia alafu mii Magufuli hapakati meka na kuonesha jeuri una njaa kwenu ujala au nikupe nauli ukale miogo Mbagala hapa kati na kupa biashara na kuchinjachinja na kugeza kafara, mtoto mzuri kwanza, kiku cheki wewe alafu naonekana hujiamini hapa kati, make up ndo nakusifia si, hapa unaonekana ungevaa nasindiria yeah. Yeah, yeah, kwa mizuka yeah, yeah, yeah, kwa mizuka yeah, yeah, yeah, kwa mizuka dogo, napasuka, asubuhi kumekucha, dogo unavuta shuka. Ah, uh, o jamaa amefulia, eh ni Makmuga amekuja, eti ametinga bonge la buga, kwenye rap naona wewe jamaa unazuga, hivyo vinywele vyako sijui kama umefuga, nikupige we mtoto najikuna kidevu, hivyo vindevu haviwezi hata kuvishevu, kwapa linanuka wewe jamaa waki, wembe hujui bei yake shingapi, nakupiga mabomb kido mindo fataki, uweni waki na kukata kama nyama na utaki, niko safi mimi msafi, mtoto kama wewe pigo hizi hauzivwezi umekuja huku weboya, wendezi na kukimbiza kwenye hizi resi, na kupiga box kanipiesi, we mtoto unanuka kinyesi, kwanza wemwepesi, navyokudondesha chini kama kitenesi, toto we pigo zako ziko huku, kuja kwenye bato yani leo marufuku, hizo pigo zako zinaonekana kama kama zuchu, naongea sana nanaongea kama kasuku. Ayye, uh, Kindo Ken pamoja na Uh, Meka MC, vita fulani vya Kinondoni hapo uh. Mansuri, unasemaje? Uyo Zuchu kwanza kama kujing'ata kweli ni leo kila, kila mara. Sana. <laughs> Maana kila mtu Zuchu, Zuchu, Zuchu, Zuchu, ba mi bado ani haijanifresha sana lakini at least nitampa Kindokani. At least. Yeah, sao. Okay, Songa Uh, bwana wote hawa ni freestyle wazuri sana lakini yeah. Tunapenda kusikia makonde kwa kila mmoja akimtupia mwenzake. Unajua hii ni kama vita au ni kama final ya, ya, ya football. kwa hiyo ili kushinda, inabidi ushambulie au uh, sio bwana? Kwa hiyo utapataje ushindi? Inabidi ushambulie uh, kwenye hii round ya pili nani Meka ame, ame, nimeona ni mashambulizi mengi kwa Meka kuelekea kwa Kindokan kuliko Kindokan ni mashambulizi kuelekea kwa, kwa Meka. Japokuwa Kindokan alikuwa ana confidence, ana anasikika vizuri, ana style na nini, naamini Meka akifanyia kazi hivyo atakuja kuwa mzuri sana hapo baadaye. Oh, yeah. kwenye raundi hii nimefanya hiyo comparison nimeona Meka amefanya vizuri zaidi ametupa mata, mashambulizi mengi kwa kwa Kindokan. Kwa Kindokan. Kwa hiyo mimi nitampa Meka. Nitampa Meka. Kwa hiyo ina maana tuna round nyingine hapo, si ndio? Pia ah, ah, ngoja. Sawa. Yeah. Kindokan ana confidence sana kwa sababu labda amezoea jukwaa na nini na huu mchezo anaumudu Meka labda uoga mara ya kwanza, nadhani mara ya kwanza sio? Yeah. Yes, lakini anachokifanya anakitambua. Yeah. Mshaelewa, yani nadhani alikuwa anafuatilia mchezo hata akiwa nyumbani huko. Oh, yeah. Kwa ambacho nimekiona ni kwamba Kindo kwa upande wangu ametamba sana kwa sababu ya confidence na nini. Meka amepoa uh, ule uoga ugeni na nini, lakini makonde nilikuwa nayasikia. Okay. Yes uh, mimi pia kwenye hii, hii, hii uh, run ntatoa kuomeka, utatoa kuomeka yes. Uh, alivyoanza tu kwanza, uh, alimwambia jamaa kwamba yani nimeanza tu na kutisha, nadhani mpaka muda huu unaweza ukaomesha alisha <laughs> Ni ni ni maneno ya kejeli na ni maneno ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya ushambuliaji, sishaelewa okay. Then kuna kuna mahali jamaa alitulia sana, akamwambia kwanza ujala siyo, nikupe mia tano kanue miogo mbagala siyo, ni leo nakutoa kafara yeah. Ne, yani alitambaa vizuri, ushaelewa. Japokuwa kama anavyosema confidence hiyo kubwa, lakini pia tunaangalia na mashambulizi yanafanyika. Kwa hiyo, kwa kuangalia mashambulizi nitampa meka hii. Meka. Okay. So kwayo, kwa hiyo kwa mjumwisho wenu hapo Meka amepita. Meka amepita. Shout out to SKindo Can. Oh yeah, oh yeah.